Nibariki na mimi, nibariki na mimi, nibariki. Umesema jangwa itatoa njia, umesema nyika tatoa chemichemi ya maji. Fanya jambo jipya kwenye maisha yangu, Yesu, nibariki na mimi

Mikono hivi shikaneni, mikono hivi shikaneni, mikono hivi shikaneni, mikono shikaneni, mikono shikaneni, mikono shikaneni, mikono shikaneni. Mikono anasema mimi ni Mungu nikupe nguvu, utajiri. Mikono nafikiri meshikana wote

Tamka mneno choo mkono kwa jina la Yesu. Mafuta mafuta ya kuvunja nira umaskini, mafuta ya kuvunja nira ufukara, choma ulete kwenye mikono, wanachokigusa kisiguswe na choma ulete kisi. Kwa jina la Yesu, ya mikono, nachogusa kizitishwe. Makas, makas, makas makasak, makarikusa. Tamka mafuta ya upendeleo. Mafuta kibali, ambatana kibali. Kwa jina la Yesu, upitie mikono. Kila nito kiusa kibali kiwe. Hiyo mikono unachokigusa iharibu kazi za shetani. Hiyo mikono ijae nguvu ya kuisa vilivyokufa. Hiyo mikono ijae upako kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu, mikono yako hiyo ibarikiwe, anasema kile unachokigusa, mikono ibarikiwe hiyo mikono. Wewe ni mikono ya kuzalisha. Sio mikono ya kupoteza, kwa jina la Yesu, unachokigusa kiponywe. Yo, mikono ni mikono ijaye nguvu ya Bwana. Wanasema utaweka mikono kwa mgonjwa atapata afya, utaweka mikono juu ya biashara itabarikiwa, toka mikono juu ya kazi itabarikiwa, mashambani mikono ukigusa inabarikiwa, mifugo ukigusa inabarikiwa. Mikono yako isizae mapozo, mikono yako isizae mapozo, mikono yako ni mikono imebarikiwa. Asante Yesu, asante, asante, asante, asante, asante. Nisikilize ujue siri ya mikono ilivyo, sikilize ujue siri ya mikono. Kule kwetu tulikuwa tuna ng'ombe. Kulikuwa na mzee akija asubuhi sana ya ana ng'ombe wengi, sina ng'ombe wachache, lakini akija asubuhi anakuja na mswaki. Wanatumia ile mswaki ya miti. Anafanya hivi, anaingia nyumba zetu tulikuwa tunazungusha miti. Kupita huko hivi. Akifika hapo anagonga gonga ile mswaki wake anaingia. Sasa ng'ombe ndio wamefungwa hapo nje. Anasema huyu ng'ombe mnene. Akifika jioni ile ng'ombe kama ni mjamzito. Mimba inatoka. Mikono kuna mtu akigusa mtoto anaondoka mtoto analia mpaka mnampeleka hospitali. Mikono ya mtu mwovu. Ndio maana Biblia inasema mtaweka mikono juu ya wagonjwa. Ni kuweka ni mikono iliyojaa mafuta. Anasema kwenye Kumbukumbu la Torati ishirini na nane kila kinachogusa mikono yako. Kuna siri kwenye mikono. Anasema, nitabariki sisi tunapoomba hata kile ambacho ovu ameleta ili haribu kazi zako, ukigusa tu mikono yako inavunja kile kitu, inaingia kizuri, kibaya kinarudi kwake. Kuna siri ya mikono, kuna mikono ikigusa biashara, ile biashara inabarikiwa sana. Na kama una biashara, mikono yako ni mizuri, wakija wateja, ukimuuzia afiki mbali anauza, wanasema huyu, ah, akituuzia mali inatoka sana sababu alikuwa anauza raisi. Machi, hata ya hausi. Kwanza, <coughs> urembo, wale vijana wa mabango, watu wa mnadani Dodoma, wanatoka Mwanza Shinyanga, wanazunguka mnada mpaka Ngasani pale Dodoma wanasema nendeni, uremo fashion, wanajaa saa tisa usiku na gongewa geti nauza mpaka asubuhi, watu wanadamu wamekuja wote, wanasema ukinua mali kwa ile bwana unauza. Kulikuwa na mwenzangu, yeye ni mtu waaganga sana, wanasema ukinua mali kwa ile bwana uzi. Kwa nini mikono? Bwana asifiwe sana, Bwana apewe sifa sana kuna siri ya mikono, kufanyaje kubarikiwa? Ukiona kazi yako ndogo inakuwa inakuwa, ile mikono yako ina uponyaji. Akija mtu anagusa, anakwambia hii unaosaja, unauzaja hivi, kumbe ni anagusa na vitu vyake anavyojua, ukigusa tu uuzi tena. Pale Kariakoo kuna kibabu kimoja kichavu, kila akija anajipaka ugoro, kumbe ilikuwa sio ugoro, ilikuwa ni dawa. Kwa hiyo akija la ana lakia anani vipi, ananishika mkono umejaa ule udongo tupu kwake. Kwa nini? Mikono imebarikiwa. Bwana asifiwe sana. mwingine ni wale ambao ni wajanja wenye kutumia nguvu za giza. Sisi tumaulete akikwambia, kitu unatoa hela. Akawa anakuja mara ya kwanza, nishike nikawa, namwambia mimi hapana. Sasa akawa akinigusa, nimekaa tu, anakuja ananishika. Aliponishika ghafla nikasikia taarifa za paralysis, kajua huyu anataka kunipiga paralysis. Siku amekuja tena kunigusa, nikasema narudisha kwake Nilivyosema narudisha kwake, siku tatu sikumuona, sikukuta amepinda mdomo, umekaa hivi, haongei, anatembea nhfunga hivi mikono. Alikuwa na kitu akinigusa inipige mimi, akakuta kuna nguvu imenifunika, ikarudi kwake. Kuna siri tunasema kuombea mkono: mkono ni baraka ya ajabu sana. Ombea mikono yako hiyo, tushikane. Wao ile ile, nafikiria wengi inawapa shida, wao ile, wawili wawili Ngombe hiyo mikono, nombe hiyo mikono, genge lake la nyanya libarikiwe, kapu lake la, la nyanya libarikiwe, chapati zake zibarikiwe, vitumbua vyake vibarikiwe, hilo genge dogo lizidishwe, mikono ya mtu huyu ipakwe mafuta, mikono ya mtu huyu izaye baraka, mikono ya mtu huyu izaye uponyaji kwa jina la Yesu mesema mikono miwili, ombea hiyo mikono, ombea hiyo mikono, ombea hiyo mikono kwa jina la Yesu, ombea hiyo mikono. Anapotengeneza chapati zinunuliwe na ziishe, anapouza genge la nyanya libarikiwe, kila chochokigusa kibarikiwe. Mikono hiyo Yesu, mikono hiyo Yesu. Usikane na mikono yako lotobela kwa misumari kuna asili kwenye mikono ipake mafuta ni mafuta ya baraka, mafuta ya uponyaji kwa jina la Yesu kampuni yo ilete wateja kampuni yoiwona uvuto yo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu hicho kiwanda kicaa ye mbuto Walete wateja pande za nne za dunia, hiyo mashina ya cherani, waje wateja toka pande nne, kwa jina la Yesu. Mikono ya watoto wako, Yesu, mikono ya watoto wako, Yesu, mikono ya watoto wako, Yesu Ye mikono ya Isaka mbegu moja ikazaa mia, amepanda kwa mikono mbegu moja ikazaa e mia, mikono hiyo rako shakaraba. Mikono hiyo mikono hiyo anapopanda mbegu moja Isaya e mia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, one Isaka wa leo

Toka, toka kwa jina la Yesu! Moto wa Yesu, moto wateketezawo wewe! Pepo, pepo, pepo mchafu, toka, toka, toka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo! Toka, toka, toka! Toka mikono tumboni

Asante Yesu, asante Kristo, wewe ni mwaminifu. Kujidharau hakuna tena, kujidharau hakuna tena. Sante kwa neno lako, toto wako ni mashujaa kama Gidioni. Oh, asante, maana utakuwa na mbele yao wana wa majesu na kuweka njia kwenye afya, weka njia kwenye uchumi, weka njia oh kwenye nyika, maji yatoke maji ya baraka maji ya ushindi. maji ya baraka u oh, asante Yesu asante Yesu, mpe Yesu makofi na vigelegele, shangilie Bwana shangilie Bwana. Unaweza kukaa. Mungu akubariki. Mungu akubariki sana Sizizarau Mungu amekuamini, ndio maana amekokoa wewe. Si wa kawaida hata siku moja, yaani pamoja na hali unaishi wewe <laughs> ni mtu mkubwa sana. Neema sijamwona ile mama unamletaga halafu Elizabeth, mewapa kazi. kuna watu wengi